Kufuatia uhuru wa Tanganyika tarehe 9 Disemba mwaka 1961, serikali mpya ya kizalendo ilifuta jeshi la kikolonian Kings African Rifles na kuanzisha jeshi jipya lililojulikana kwa jina la Tanganyika Rifles. Makabidhiano ya bendera yalifanyika Jeshi la kikoloni la Kings African Rifles KAR lilikabidhi bendera kwa Tanganyika Rifles, jeshi jipya la Tanganyika huru. Pamoja na kuanzishwa kwa jeshi la Tanganyika, bado maafisa na askari waliendelea kuliongoza jeshi hilo kwa kufuata taratibu za jeshi la Uingereza, yani Kings African Rifles, hivyo kuendelea kutetea dola ya kikoloni. Kuendelea kwa uongozi wa kikoloni ndani ya jeshi la Tanganyika kulizua utata kutokana na askari kutofautiana na uongozi wa jeshi la Tanganyika Rifles, hali iliyosababisha jeshi katika kambi ya Kolito sasa Lugalo kufanya maasi mnamo Januari 20 mwaka 1964, na kuenea hadi kambi ya Kalewa iliyopo Tabora na baadaye kwenye kombania iliyopo Nachingwea. Maasi hayo yalisababishwa na madai mbalimbali yakiwemo: wazungu kuondolewa jeshini na waafrika kuongoza jeshi, nyongeza ya mishahara kuboresha maisha na mazingira ya kazi. Baada ya maasi hayo, mnamo Januari 25, 1964 aliyekuwa rais na amiri jeshi mkuu wa kwanza hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitangaza kulivunja rasmi jeshi la Tanganyika Rifles na kuanzishwa kwa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, JWTZ. Mtanzania wa kwanza akapewa dhamana ya kuliunda jeshi lenye taswira ya utanzania kutoka cheo cha captain hadi brigedia jenerali. Huyu ni Sam Hagai Sarakika. Nikaitwa Ikulu, nikabachikwa kwenye uniform oversize na kofia oversize e, na bega likajazwa ma, manyota ma ya, ya brigedia sn. Mwalimu akasema, sasa wewe nenda kaanzishe jeshi Yes, no, jipya jeshi la wananchi, jeshi ambalo aha uh -huh. ni kodi tu mahala. Kile kiapo cha cha nani cha wanajeshi sasa hivi kuna sehemu kama kama tatu. Uh, jambo la kwanza uaminifu, wale sowalialeasi wakuwa na uaminifu <coughs> jambo la pili utii. Jambo la tatu uhodari. Hii uaminifu linakuja na, na, na uzalendo, unakwenda pamoja, utii utalendo, utalendo na utii. Sasa hii ndio ilikuwa nimepewa nenda ni kaanzishe jeshi la namna hii. Na Mwalimu ali direct aliagiza, ali kwamba jeshi jipya, ili tuna uhakika na uzalendo, diwe linatokana na youth league ya tano, vijana wa tano ndo wawe ni msingi, kwa sababu kichama hawa wamepikwa kule uzalendo sio jambo geni kwao. Kwa hiyo, kwa kazi yangu mingi kwa idilirahisika